Muigizaji wa muda mrefu ambaye pia anajulikana sana kama Kitundu, muigizaji ambaye pia watu wengi tu zaidi walimfahamu kupitia kipindi cha Jua Kali Maisha Magic. Kitundu ambaye pia ameweza kupotea kwa muda mrefu sana kuweza kukosa kuonekana kwenye screens, na mashabiki zake walikuwa wanajiuliza tu ameweza kupotelelea wapi. Kitundu ambaye pia na baadhi tu ya waigizaji wadogo Tanzania, na ambao pia walikuwa tu wanafanya vizuri sana ama wanakuja vizuri katika uigizaji wao, na chino ambaye pia ni msanii kutoka tu hapa Tanzania ameweza tu kuweza kusema ya kwamba Chino ameweza kufariki dunia na akaweza kupost picha yake pale katika mtandao wake wa Instagram, a na kuweza tu kuweza kuandika na kusema ya kwamba a ni ngumu kuweza kutangaza taarifa hiyo, lakini imebidi tu aweze kuambia mashabiki wake kwamba wameweza kumpoteza mtu ambaye wa pia walikuwa na mwenzi sana, ambaye pia anajulikana sana kama Kitundu, Kitundu ambaye pia ni baadhi tu ya actors ambao ama waigizaji wadogo sana Tanzania na ni officially tu ameweza kutoa pale taarifa katika mtandao wake wa Instagram Chino um, kuweza kusema kwamba Kitundu ameweza kufariki lakini hajaweza kusema kwa nini aliweza kufariki, kufariki, na ni kitu ambacho pia mashabiki zake wamekuwa tu wakingoja kusikia, kujua kitu gani kiliweza kufanyika mpaka tu kikapelekea kifo chake, kwa sababu ni mtu ambaye pia ama ni kijana alikuwa mdogo ambaye pia anafukuzia ndoto zake, lakini baada tu ya Chino kuweza kutangaza kifo chake ni kitu ambacho pia kimeweza kuwashangaza mashabiki zake sana a, pale katika mitandao za kijamii na pia sio tu mashabiki wa Jua Kali ambaye pia mara nyingi zaidi wanamuona tu pale ama wanapenda uigizaji wake pale katika Jua Kali katika